Serikali ya kaunti ya Kakamega imepokea shehena mpya dawa zenye dhamani ya shilingi milioni 45, hatua inayolenga kuboresha utoaji wa huduma za afya katika maeneo yote ya kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kakamega baada ya kupokea dawa hizo, mkurugenzi wa afya katika kaunti hiyo Daktari Alila amewahakikishia wakazi kuwa dawa zilizowasili zitasaidia kukidhi mahitaji ya hospitali zote za kaunti kwa kipindi cha kati ya miezi minne hadi sita. Receiving a consignment of drugs worth 45 million we have 30 million non-farms and we have uh, 30 million farms and non-farms there are 15 million uh, we have variety of drugs we've seen we have uh, the oncology drugs quite Aidha, Daktari Alile ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuepuka kuingiza siasa katika masuala nyeti kama afya, akisema maisha ya wananchi yanapaswa kupewa kipaumbele zaidi ya tofauti za kisiasa.

Mkurugenzi wa huduma za matibabu katika kaunti hiyo Steve Wandei, amewahimiza wakaazi kujisajili katika mfumo wa usimamizi wa huduma za afya SHA, ili kurahisisha upatikanaji wa matibabu na kuimarisha usimamizi wa huduma hizo.

To the county for second verification and then the county will pay for them. Niki ripoti ya mtazamo wa dira runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala.